Kuna kampeni imeanzishwa pale X au twitter zamani na Elon Musk ya kukansel subscription kadhaa za Netflix. Wote ambao wanamiliki akaunti za Netflix pale Marekani wameanza kufuata kampeni hiyo na kukansel subscription zao zote, na imetokana na kwamba kuna moja ya director ambaye alikuwa ni kizalisha baadhi ya animation pale Netflix na zinafanya poa sana, kugundulika kwamba alikuwa anazalisha content ambazo zina support maudhui ambayo hayafai kwa baadhi ya jinsia transgender haswa akiwa anawalenga zaidi kuanzia watoto wa miaka saba na kuendelea. Hayo yote yameinuka baada ya, ya direkta huyo anaitwa bwana Still kuandika moja ya post au comment kwenye mitandao yake kijamii kwamba watu wapaswe kumzungumzia, uh, aliyeuawa Clark hapo wiki kadhaa, kwamba hatakiwi kuzungumzwa kwa sababu amekufa na vitu kama hivyo kwao. Mambo mengine ya kisiasa yaliingia huko, walivyoiona na komiti iliyofika mpaka kwa Elon Musk, Musk akaamua kuipromote hilo kwamba vilevile anahusika vile kuzalisha baadhi ya content. Director aliamua kuja juu na kusema kwamba naiongelea content ambayo ilishasimamishwa toka mwaka elfu mbili na ishirini na tano na Netflix. Na Netflix walikuwa hawaipromote, mimi ndio nilikuwa naipromote. Watu wa kuishia hapo wakaamua kuleta tena baadhi ya animation nyingine ambazo zipo Netflix lakini zina maudhui ya transgender, ambapo lengo lao wanaona kabisa ni kwenda kuharibu tabia za watoto kuanzia miaka hiyo saba na kuendelea. So campaign imeanza hapo jana mpaka sasa tunapozungumza, karibu asilimia mbili pointi mbili pa Netflix ya subscriptions zimeshuka huko, wakiwa wanaenda kupata hasara kubwa. Hii inaionaje? Lakini a call to other countries na wengine watu wanaotumia au users wa Netflix ili ni kweli kuangalia baadhi ya content ya ambazo watoto wanaenda ku interact nazo, lazima mtu zikague, kujua kwamba unaweka salama watoto katika mazingira mazuri. So hii ni break kwenye mitandao ya kijamii we have this na inabidi tuiwe nao makini sana, mimi na timu